Mitihani ya kidato cha sita na ualimu ngazi ya cheti na stashahada itaanza tarehe 5 Mei 2025 katika mikoa yote nchini ambapo mtihani wa ualimu utakamilika tarehe 19 na ule wa kidato cha sita tarehe 26 Mei 2025. Aidha, mtihani wa kidato cha sita utafanyika katika jumla ya shule za sekondari 982 na vituo vya watahiniwa kujitegemea 245 na mtihani wa ualimu utafanyika katika vyuo vya ualimu 68. Kuhusu usajili, jumla ya watahiniwa 134,390 wamesajiliwa kufanya mtihani wa kidato cha sita, ambapo watahiniwa wa shule ni 126,957 na watahiniwa kujitegemea ni 7,433. Kati ya watahiniwa wa shule waliosajiliwa, wavulana ni 64,581 sawa na asilimia 51 na wasichana ni 62,376, sawa na asilimia 49. Kwa watahiniwa kujitegemea, wanaume ni 4,782 sawa na asilimia 64 na wanawake ni 2,651 sawa na asilimia 36. Kwa mwaka 2025 kuna ongezeko la watahiniwa 20,854 sawa na asilimia 18.4 ikilinganishwa na mwaka 2024 ambapo idadi ya watahiniwa ilikuwa Laki moja, kumi na tatu elfu mia tano thelathini na sita. Kwa upande wa mtihani wa walimu jumla ya watahiniwa 10,895 wamesajiliwa, ambapo kati yao 3,100 ni wangazi ya stashahada na 7,795 ni wangazi ya cheti. Kwa ngazi ya stashahada wanaume ni 1,751, eh, sawa na asilimia 57 na wanawake ni 1,349 sawa na asilimia 43.